Karibuni katika tafakuri zetu, na leo hii tunaanza tafakuri mpya inayosema maagano ya kujitenga. Tafakuri hii inafuata ile inayosema Mungu hachezewi makida makida, na tafakuri ile sasa ipo mbioni kuwekwa katika kitabu ili iweze kuwafikia watu wengi, na tutaanza kwanza kwa kuiweka katika mtandao, alafu baadaye itafuata cha kawaida. Hivyo basi tunawashukuru wale wote walioandamana nasi katika tafakuri ile. Tuliweza kupata meseji nyingi sana inbox, wengine wakielezea jinsi tafakuri ile iliweza kuwagusa, wengine walikuwa na mawazo ambayo yalitusaidia kuendelea na ile tafakuri, na wengine walitutia moyo. Tunashukuru sana kwa kweli, na tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha sasa leo hii tunaanza tafakuri mpya kama nilivyosema, ambayo inasema maagano ya kujitenga, na tunaanza na tafakuri inayozungumzia habari ya mnadhiri wa Mungu. Sasa tumewahi kuulizwa sana kuhusu mnadhiri wa Mungu, ni mtu wa namna gani? Kwa sababu wengi wa waliouliza swali hili wameuliza wakiwa wanadhani kwamba wanadhiri ni watu wachache tu, yani ni watu wachache ndio wanaweza kuwa au kuweka nadhiri na Mungu. Kumbe sivyo, ndipo basi tuliona umuhimu wa kutafakari pamoja jambo hili na kutazama nafasi yake katika maisha yetu ya imani kwamba, je, kuweka maagano na Mungu ina nafasi gani katika maisha yetu ya kiimani? Sasa tunapoanza tafakuri hii, tunaanza na swali linalosema, mnadhiri ni mtu wa namna gani? Tunaweza tukaeleza jambo hili kwa kifupi kwamba mnadhiri ni yule mtu aliyewekwa wakfu au aliyejiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Labda nirudie tena neno ni hilo kwa msisitizo kwamba mnadhiri ni mtu aliyewekwa wakfu au aliyejiweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Sasa, kikawaida ili kuwa wakfu, mnadhiri hutengwa au hujitenga na jambo fulani maalum kwa ajili ya Mungu au kwa ajili ya kazi ya Mungu na tunaposema kujitenga au kutengwa inamaanisha kuacha au kulazimika kuacha jambo fulani kwa ajili ya Mungu. Kwa mfano, sisi sote ni wabatizwa na ni wanadhiri wa Mungu au tumewekwa wakfu kwa Mungu, kwa kuitwa tujitenge na ulimwengu wa dhambi na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kumbe basi sisi ambao ni wabatizwa, ni wanadhiri wa Mungu. Kama tulivyoona, maanake tumewekwa wakfu kwa Mungu. Na sisi sote tumeitwa tujitenge na ulimwengu wa dhambi na kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Ndio maana ya kubatizwa. Sasa vilevile vile, ndiyo maana maandiko yanasema hivi: lakini ninyi ni ukoo mteule, ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe mlioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyewaiteni kutoka gizani akawaingizeni katika mwanga wake mkuu. Maneno hayo yanapatikana katika Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa tisa na ningeomba niyarudie. Yanasema hivi, lakini ninyi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe. Ndio maana mara nyingi tunasema tuna taifa la Mungu, ndio salamu zetu, au ukoo wa Mungu au makuhani wa mfalme. Eh, sasa tumeteuliwa kwa njia ya ubatizo, tukapewa majukumu ya kutangaza matendo makuu ya Mungu aliyetuita kutoka gizani na akatuingiza katika mwanga wake mkuu. Maneno hayo yana umuhimu mkubwa sana na ndiyo yanayodhihirisha thamani ya kila mbatizwa, kwamba kila mmoja wetu ameitwa maalum kwa ajili ya Mungu au tuseme maalum kwa kazi ya Mungu. Na utaona mara nyingi tunapokuwa katika matukio muhimu ya kikanisa, tunasimama na tunarudia ahadi za ubatizo. Unaona, tunarudia ahadi kumbuke, ilo neno ahadi. Ahadi zile za ubatizo ni zipi? Ni zile za kujitoa wakfu au kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Na tunaporudia ahadi hizi, tunatamka waziwazi, tunanena kwa kinywa, tukisema kwamba tunaulizwa, je, mwamkataa Shetani? mwakataa na mambo yake yote na kadhalika. Na sisi tunakiri jambo lile ambalo tumeliweka au tumejiweka wakfu kutengwa nalo katika ubatizo wetu. Tumeweka maagano ya kujitenga au tumeweka ahadi za kujitenga na Shetani. Sasa tunaposema kwamba sisi ni ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu, watu wake Mungu mwenyewe, tulioteuliwa kutangaza matendo makuu ya Mungu ambayo alituita sisi kutoka gizani na akatuingiza katika mwanga wake mkuu kwa njia ya ubatizo. Ni maneno ambayo kila mbatizwa anapashwa kuyajua, kuyathamini na kuyazingatia. Kila mbatizwa anapashwa kufanya hivyo. Hiyo ndiyo sifa ya kila mbatizwa. Tena sifa hiyo ni muhimu kutambua, inaambatana na marupurupu Nirudie tena, sifa hiyo ya kila mbatizwa inaandamana na marupurupu, kama maandiko yanavyosema, ninyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wenu. Tunaipata hiyo katika Yeremia thelathini ishirini na mbili. Kwa hiyo, kumbe, tunavyotengwa kwa maagano au tunapokuwa kwenye maagano yale ya kujitenga na shetani basi yanatupa sisi marupurupu ya kuwa watu wa Mungu, naye Mungu akaahidi akasema, nami nitakuwa Mungu wenu. Na tuelewe wazi kwamba Mungu wetu ni Mungu wa maagano, ni Mungu anayependa maagano, na hata pale Mungu anapoweka maagano na sisi au anapoweka ahadi zake kwetu, ahadi zile zinakuwa ni timilifu. Kwa sababu gani? kwa sababu mungu huapa kwa kwake mwenyewe kama anavyosema yeremia sita kumi na tatu mpaka ishirini anasema kwamba mungu huapa kwa kwake mwenyewe kwa sababu hakuna aliyo zaidi yake lakini ni kwa nini mungu anaapa ni kwa sababu mungu anataka ya kuyathibitisha yale maagano ambapo anaamua kutenda na sisi sasa maandiko pia yanasema tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao, yaani wale aliowaita kadiri ya kusudio lake. Kumbe sisi katika ubatizo wetu tumeitwa, na kama tumeitwa, basi Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na sisi ambao tumempenda Mungu. Maandiko anasema wote wampendao, yaani ni wepi hao wanaompenda Mungu? Wale aliowaita kadiri ya kusudio lake. Tunakumbuka tena, kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia, kwamba kuna watu ambao Mungu anawatafuta wamwabudu. Ni watu wa namna gani? Ni wale ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu anawatafuta watu wa namna hiyo, ili wamwabudu. Sasa hapa tunaona pia kwamba Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wale wote wampendao, yaani wale ambao yeye mwenyewe aliyowaita kadiri ya kusudio lake. alafu neno la Mungu linaendelea kusema, maana hao aliowachagua tangu mwanzo ndiyo aliyowateua wapate kufanana na mwanaye. Hilo neno la muhimu sana, wapate kufanana na mwanaye, ili mwana awe wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sasa utaona hapo, cha msingi pia ni kwamba kumbe tunapashwa kufanana na mwana wa Mungu. Maanake mtu akikuona wewe amwone Kristo ndani mwako, yaani tujaribu kufanana na Kristo ili tumtambulishe Kristo katika dunia hii. Basi neno linaendelea kusema, basi wale ambao Mungu aliwateua, unaona, wale ambao Mungu aliwateua ndio hao aliyowaita na hao aliowaita ndio hao aliowafanya kuwa waadilifu, na hao aliowafanya waadilifu ndio hao aliowashirikisha pia utukufu wake. Kumbe unaona, pia kuna marupurupu hapa, kwamba wale ambao Mungu amewaita aliwafanya waadilifu, ndio hao aliowashirikisha. Unaona, Mungu anatushirikisha utukufu wake na hii tunaipata katika Warumi sura ya nane mstari wa ishirini na nane mpaka thelathini. Sasa utaona mara kwa mara tunarudia ahadi zetu za ubatizo, kama nilivyosema, tukitangaza kumkataa shetani. Sasa mbali na sifa ya jumla ya wabatizwa ya kuitwa kujitenga na ulimwengu wa dhambi, yaani kujitenga na utawala wa shetani ili tufanye kazi pamoja na Mungu. Kuna wale waliojiweka wakfu au waliowekwa wakfu kwa kusudio maalum. Unaona eh? Sasa sisi wote tumewekwa wakfu, lakini sasa kuna wale ambao wamejiweka wakfu au waliowekwa wakfu kwa kusudio maalum. Sasa tuangalie ni kusudio lipi ambalo ni maalum, au tuone mifano yake. Sasa kuna wale wanaojiweka wakfu au wanaowekwa wakfu kwa ajili ya huduma maalum, labda tuseme utume au kwa ajili ya injili au kwa ajili ya wengine. Kwa mfano, kuna wale waliojiweka wakfu kwa ajili ya wengine, hasa wahitaji na kadhalika. Hapo tunaona sasa ni katika lile kundi kubwa sasa, kuna wale ambao wamejiweka wakfu kwa ajili ya jambo moja maalum. Sasa zoezi la kujiweka au kuwekwa wakfu linaendana na ishara ya makubaliano na Mungu ya kujitenga na jambo fulani. Na kwa nini pawepo na ishara hii ya makubaliano? Tunafanya ishara hii ya makubaliano kama ishara ya uaminifu wa makubaliano hayo, uaminifu wa kudumu katika makubaliano hayo. Sasa ndio maana utaona Mungu tangu mwanzo alipokuwa anaweka maagano na watu alifanya jambo fulani ambalo mtu alijitenga nalo au Mungu alimtaka mtu ajitenge nalo kama ishara ya uaminifu katika lile jambo ambalo mtu amejitoa kwa Mungu. Kwa mfano tunaweza tukatazama Samsoni. Samsoni ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Mungu, yeye alitakiwa kujitenga na kileo, yani kujitenga na pombe na kutokuzinywa nywele zake kamwe. Sasa utaona wengine wanatakiwa au wanaamua kujitenga na kuishi maisha fulani. Tuseme kwa mfano, kuna wale ambao wanaamua kujitenga na kuishi maisha ya useja, na wanafanya hivyo kama makubaliano yao na Mungu. Wanaamua kujitenga na kuishi maisha ya useja kama makubaliano yao na Mungu Makubaliano ya kujitenga tunaona kwa mfano katika waraka wa Paulo kwa Wakorinto moja sura ya saba mstari wa saba yeye Paulo anasema ningependa watu wote wawe kama mimi. Yaani maana yake ni kwamba yeye Paulo alijitenga mwenyewe na akaamua kuishi maisha ya useja kwa makubaliano yake na Mungu kwamba alitaka kuishi maisha hayo ili aweze uh, kufanya kazi ya Mungu. Ni makubaliano ambayo yeye mwenyewe anasema angefurahi kuona watu wote wangeishi hivyo, lakini sio kwa lazima. Sasa kuna wengine ambao wanaamua kujitenga na mambo mengine, ukiacha masuala ya useja. Kwa mfano, kuna wale wanaojinyima aina fulani ya chakula kwa mfano mtu anasema, sitakula nyama kwa ajili ya Mungu. Au wengine wanaamua kwamba, sitavaa nguo nzuri, anaamua tu kuvaa nguo za kawaida. Au kuna ambao wanaweka maagano kabisa, wanasema, sitavaa viatu kama agano au uthibitisho wa agano langu na Mungu. Na wengine wanaacha ulevi, wanaacha kunywa pombe, sio tu ulevi wanaacha kuonja uh, kileo kwa sababu ya makubaliano yao na Mungu. Sasa kuna wale ambao wanaweka makubaliano ya muda mfupi, na wengine wanaweka makubaliano ya kudumu. Sasa mtu anapoingia katika makubaliano haya, na hii ni muhimu sana kujua kwamba unapoingia katika makubaliano yako na Mungu na ukaamua kujitenga ukayazingatia hakika, Roho wa Mungu hutembea nawe na kufanya kazi ile ambayo ulijitoa rasmi kwa Mungu. Nirudie tena, mtu anapoingia katika makubaliano ya kujitenga na kuyazingatia, faida yake au mambo ambayo tunayaona ni kwamba Roho wa Mungu hutembea naye na kufanya kazi naye kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa maagano na anafurahi sana, anafurahishwa sana pale tunapoweka maagano, na sio tu kuweka maagano, bali kuyazingatia. Naye Mungu hutembea na mtu wa namna hiyo. Tunaona Samsoni, Mungu alitembea na Samsoni tena katika mazingira ambayo hayakuwa mazuri, lakini kwa sababu Mungu alikwisha kuweka agano na Samsoni na kwa vile Samsoni alidumu katika yale maagano basi Mungu aliweza kutenda naye. Kwa mfano, Samsoni alikuwa katika nyumba ya kahaba lakini, wafilisti walivyomzunguka, roho wa Mungu alimjia au alimuingia Samsoni, na Samsoni aliweza kutoka nje, akaenda akang'oa geti, yaani mlango mkubwa katika geti la kuingilia, akaondoka nao akaenda akautupa milimani alafu akaenda zake. Sasa utaona Samsoni hapo anafanya jambo zuri, alikuwa katika mazingira ambayo tunaweza kusema mabaya, lakini ahadi ile ya Samsoni au maagano aliyokuwa ameyaweka na Mungu ya kuto kugusa ulevi na pia ya kuto kuzinywa nywele zake, Mungu alimkumbuka katika maagano hayo na Mungu aliweza kutenda naye. Tutakuja kuona pia kisa cha wale wana wa kerabi ambao wao waliweka gano na Mungu la kuto kunywa kilevi. Nabii Yeremia aliambiwa kwamba awaandalie um, kinywaji na wao walikataa, wakasema, hapana, sisi hatuwezi kunywa pombe kwa sababu tuna maagano na Mungu. Alimwambia Yeremia kwamba umeona, hawa watu wamedumu katika maagano yao, nami sitaacha kumweka mtu kusimama. Kwa hiyo Mungu ali onyesha jinsi anavyopendezwa na maagano. Sasa mtu anaposhindwa kuyashikilia maagano yake na Mungu, maana yake Mungu hatafurahi kwa sababu Mungu anapenda tusimame katika yale maagano yetu. Sasa utaona mara nyingi sisi tulioweka maagano ya, ya ubatizo tunapoenda kinyume na yale maagano ni kwa sababu ya udhaifu wetu sisi binadamu, na ndio maana mara nyingi tunarudi nyuma, tunasimama na kukiri yale maagano yetu ya kumkataa Shetani, na mara nyingi tunahimizwa kurudi nyuma, kuwa watu wake Mungu, kutubu dhambi zetu, na kuishi maisha yale tuliyoahidi katika ubatizo wetu. Sasa pale tunapoweka maagano maalum na Mungu, kwa mfano, mtu unaweka kwa kwa dhamiri yako mwenyewe kwamba basi nitaache jambo fulani kama agano langu na Mungu. Sasa unapoenda kinyume au unaposhindwa kushikilia maagano hayo, kwa vile tuliona kwamba unaposhikilia maagano hayo, roho wa Mungu hakika utembea na wewe katika lile ambalo ulili unalolifanya, lakini sasa unaposhindwa kushikilia maagano hayo ambayo umeyaweka kwa dhamiri yako na kwa binafsi yako, sasa roho wa Mungu anashindwa kutenda na wewe tena, na roho wa Mungu anaweza kumwacha aliingia katika makubaliano hayo na Mungu, na anaweza akamwacha kwa namna mbili. Kwanza ni ile namna ya kumwacha kwa kitambo. Roho Mtakatifu anamwacha kwa kitambo mpaka atakapoyarudia makubaliano hayo, kama inawezekana au kama aonavyo Roho. Labda tuangalie mfano ambao utatusaidia kuona hii. Mfano mzuri ni ule wa Samsoni. Tunaona kwamba Samsoni alivyodanganywa na Delila alafu akazinyoa nywele zake, tayari Samsoni alivunja ni kama amevunja ile ishara ya makubaliano na Mungu na nguvu zake zikamwisha lakini tunaona baadaye, baada ya Samsoni kutolewa macho akakaa siku nyingi, lakini nywele zake zilirudi. Zilirudi kwa sababu aliziacha zikarudia katika hali ya mwanzo, na pale tena Roho wa Mungu alitenda naye. Lakini Samsoni akaona kwamba hali hii sasa, siwezi tena kufanya chochote, lakini akawa na ombi moja kwa Mungu na aliweza kushikilia nguzo za hekalu na kuzivunja. Kwa hiyo tunaona kwamba roho wa Mungu alimwacha kwa kitambo, lakini baadaye roho wa Mungu alirudi na akatenda na Samsoni. Bahati mbaya, Samsoni tayari alikuwa ah, hajiwezi tena. Lakini aina ya pili ni kwamba roho anaweza kumwacha yule aliweka nadhiri na akazivunja akamwacha mazima. Mfano mzuri ni ule wa mfalme Sauli. Eh, tutakuja kuzungumza ni kwa nini roho wa Mungu alimwacha mfalme sa, a, Sauli mazima na Samsoni akamwacha kwa kitambo. Lakini kwa ujumla, ni muhimu sana kuyashikilia maagano amba maagano ya kujitenga ambayo tunaweka tunayaweka na Mungu. Sasa maandiko yanasema ni afadhali kuto kuweka nadhiri kuliko kuweka nadhiri kisha uzi usiitimize na hii tunaipata katika Mhubiri tano tano. Basi tutaendelea.